Kuna mambo ambayo Shetani atafanya chochote kuhakikisha uyajui, siri ambazo zikiwahi kufumbuliwa, maisha yako ya kiroho hayatabaki kama yalivyo tena. Ni kama funguo ambazo zimefichwa gizani, maana zikigusa roho yako zinavunja minyororo ya miaka mingi. Leo utazijua siri saba ambazo Shetani hapendi kabisa uzisikie, na siri namba sita itakushangaza kabisa, kwa sababu ndani yake kuna nguvu ya kukufungua, kukuinua, na kukurudisha katika nafasi yako ya kipekee mbele za Mungu. Kabla tujiendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho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 Hakika, nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Tuende moja kwa moja tukaziangalie siri saba ambazo Shetani hataki uzijue kuhusu maisha yako kiroho. Namba moja, Shetani hataki ujue kuwa wewe ni hatari kwa ufalme wake. Siri kubwa kabisa ni hii, wewe sio mtu wa kawaida, umeumbwa na mamlaka ya kiroho inayoweza kubadilisha hali, kukemea giza na kuharibu mipango ya Shetani. Shetani anachofanya ni kudanganya uone kama wewe ni dhaifu, una maana au umechelewa. Anajua ukitambua nguvu ulio nayo ndani yako utakuwa tishio lisilozuilika kwa hiyo hupandikiza woga, mashaka na aibu usijue kwamba yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yeye aliye duniani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari wa nne utaona neno la Mungu lasema yeye aliye ndani yako ni mkubwa kuliko yeye aliye duniani. Kwa hiyo siku zote Shetani hataki ujue kuwa wewe ni hatari kwa ufalme wake. Shetani hataki kujua, hataki wewe ujue kana kwamba wewe ni mtu hatari sana, na una mamlaka ya ajabu iliyoko ndani mwako. Kwa hiyo anachokifanya Shetani, anakupandikizia hofu, anakupandikizia mashaka, anakupandikizia wasiwasi ili usijue kana kwamba wewe ni mtu hatari sana kwenye ufalme wake. Yaani hataki uelewe kana kwamba wewe ni mtu hatari sana kwenye ufalme wake, hataki utambue kana kwamba wewe una uwezo wa kuharibu wa ufalme wake kwa namna isiyo ya kawaida, kwa hali isiyozuilika. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambayo Shetani anapambana sana ili wewe usijue. Shetani hataki ujue kuwa wewe ni hatari kwa ufalme wake, hataki, hataki ujue na kwamba wewe una uwezo, hataki wewe utambue na kwamba ndani yako una mamlaka ya ajabu, ambayo mamlaka inaweza kuharibu ufalme wake. Kwa hiyo ndio maana anakuwa na, na shida na wewe, anakupandikizia hofu na mashaka ili usitambue ile, ile mamlaka iliyo ndani yako. Hili ni jambo ambalo Shetani anapambana kwa watu wengi, ili wasitambue mamlaka walizozibeba. Lakini siri ya pili ambayo Shetani hataki uijue kabisa Shetani hataki ujue kuwa vita vingi unavyopitia ni dalili ya ukuaji wako wa kiroho. Watu wengi wakipitia magumu wanafikiria Mungu amewacha wa, lakini ukweli ni kinyume chake. Majaribu makubwa huja pale unapokaribia kuvunja rekodi za kiroho. Shetani hupigana zaidi na wale wanaokaribia hatua za ukuaji, sio wale waliokata tamaa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo shetani anakuwa anapambana nalo sana ili wewe usitambue Shetani hataki ujue kuwa vita vingi unavyopitia ni dalili za ukuaji wako wa kiroho. Shetani anataki ujue na kwamba uh, vita vingi unavyopitia ni dalili ya kwenda kupata, ni dalili ya, kwenda kup ya kupanda viwango. Kwa hiyo shetani hataki kabisa ujue kuwa vita vingi unavyopitia ni dalili za ukuaji wako wa kiroho. Hivyo watu wengi wakipitia magumu wanafikiria Mungu amewacha wa, lakini ukweli ni kinyume chake kwa hiyo majaribu makubwa kuja pale unapokaribia kuvunja rekodi za kiroho. Majaribu kuja pale unapoanza kupanda, kutoka, kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine. Kwa hiyo Shetani anakuwa anakuletea majaribu makali, kwa sababu anajua mtu ndo wakati wake wa kupanda, ndo wakati wake wa kufanikiwa. Kwa hiyo Shetani hataki ujue kuwa vita vingi unavyopitia ni dalili ya ukuaji wako wa kiroho. Lakini namba tatu Siri ya tatu ambayo Shetani hataki ujue kuhusu maisha yako ya kiroho. Shetani hataki ujue kuwa anakuogopa zaidi unavyomwogopa. Hii ni jambo la, la ajabu sana. Shetani hataki ujue kuwa anakuogopa zaidi ya unavyomwogopa. Watu wengi hufikiria adui ana nguvu kubwa, lakini ukweli ni kwamba Shetani anamwogopa mtu aliye na Roho Mtakatifu. Kila unapoinuka kuomba, unapokataa dhambi Shetani hupoteza nguvu dhidi yako. siku zote Shetani hawezi kumtawala mtu anayejua utambulisho wake wa kiroho. siku zote, Shetani hataki ujue kuwa anakuogopa zaidi unavyomwogopa. Kwa hiyo kwa hiyo kila unapoinuka unapokuwa ni mtu Shetani, siku zote wa Shetani anamwogopa mtu ambaye ndani yake ana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila unapoinuka kuomba unapokataa dhambi shetani hupoteza nguvu dhidi yako dhidi yako siku zote. Shetani hawezi kumtawala mtu anayejua utambulisho wake wa kiroho. Shetani hawezi kumtawala mtu ambaye anatambua utambulisho wake wa kiroho, mtu ambaye anatambua yeye ni nani, mtu ambaye anatambua yeye amebeba kitu gani, mtu ambaye anatambua nafasi yake ya kiroho. Shetani hawezi kumtawala mtu wa namna hiyo, bali shetani anamtawala mtu ambaye hajui, hajitambui nafasi yake ya rohoni, atambui mamlaka aliyobanaye, aliyoibeba kwa hiyo na shetani ya hataki ujue kuwa anakuogopa. Yani, Shetani hataki kujua kuwa anakuogopa zaidi ya unavyomwogopa shetani. Atakufanya, atakuletea hofu ili umwogope sana, lakini shetani anakuogopa sana. Shetani anamwogopa mtu ambaye amembeba Roho Mtakatifu. Shetani anamwogopa mtu ambaye ametambua nafasi yake kwenye ulimwengu wa kiroho, anamwogopa sana, lakini Siri ya nne ambayo Shetani hataki ujue: Shetani hataki ujue kuwa maisha ya kiroho ni safari, sio mashindano. Shetani hupenda kukuingiza kwenye mtego wa kujilinganisha safari yako na ya wengine. Unapoona wengine wanapofanikiwa haraka, anapandikiza wivu, mashaka na hasira moyoni mwako. Lengo lake ni kukutoa kwenye mstari wa kusudi lako. Tambua, unapojilinganisha unajipoteza. Wakati mwingine Mungu anakujenga kwa muda ili akupandishe juu kwa kudumu. Kwa hiyo, siku zote Shetani atakuwa anakuletea hali ya kujilinganisha na wengine, na ili unapoanza kuona mwingine anafanikiwa, ndani yako unaanza kuwa na wivu, unaanza kuwa na chuki. Lengo ni kukutoa kwenye mstari wa kusudi lako. Kumbuka, kila mtu ana kusudi lake la kipekee, usijilinganishe. Ukijilinganisha na wengine, utajipoteza. Wewe ni wa pekee, na mtu mwingine naye ana namna yake ya kipekee. Kwa hiyo, tambua na, na, na, na kwamba tambua safari yako ni safari yako, uwe tu ni ya kipekee. Safari yako ni safari yako tu, usijilinganishe na safari za watu wengine, kwa sababu ukijilinganisha utajipoteza. Lakini siri namba tano, ambayo Shetani hataki ujue, Shetani hataki ujue kuwa dhambi ndogo ndogo ndogo ndizo zenye uharibifu mkubwa. Shetani hutambua kuwa dhambi ndogo ndogo huua moto wa kiroho kimya kimya, hivyo anakuweka kwenye hali ya vuguvugu, kuombi sana, lakini pia utendi maovu makubwa na hapo ndipo anakupata. Mtu aliyepoa kiroho ni rahisi kushambuliwa kuliko yule anayewaka moto wa rohoni. Kwa hiyo siku zote shetani hataki ujue kuwa dhambi ndogondogo ndizo zenye uharibifu mkubwa. Siku zote dhambi ndogondogo huwa ndo zina uharibifu mkubwa sana. Ndio huwa ndo zina uharibifu mkubwa, huwa ndio zinazima moto wa Roho Mtakatifu, huwa ndo zinazima moto. Kwa hiyo atakufanya uwe vuguvugu, hauombi sana, haufanyi dhambi sana, unakuwa upo katikati ndi hapo ndipo anakupata vizuri na kukushambulia. Lakini siri namba sita, Shetani hataki ujue kuwa Mungu hutumia maumivu kukutengeneza. Shetani hujaribu kukufanya uamini kwamba mateso ni ishara ya kukataliwa na Mungu, lakini ukweli ni kwamba Mungu hutumia maumivu kama chombo cha kukuimarisha. Kila maumivu ulionayo ni fundisho la kiroho linalokuandaa kwa utukufu ujao. Shetani anataka ukimbie maumivu, Mungu anataka ujifunze ndani yake. Kwa hiyo, unapoumizwa usiulize kwa nini mimi, uliza Mungu, unataka nijifunze nini kupitia hili? Kwa hiyo, shetani anakuwa hataki ujue kuwa Mungu hutumia maumivu kukutengeneza. Lakini siri namba saba, shetani hataki ujue kuwa uhusiano wako wa Mungu ni silaha yako kuu. Adui anaweza kushambulia kwa kila kitu, lakini hawezi kushindana na mtu mwenye uhusiano wa kweli na Mungu siku zote. Yani adui, yani shetani hawezi kushindana na mtu mwenye uhusiano wa kweli na Mungu. Kwa hiyo uhusiano huo ndio chanzo, uhusiano wako na Mungu ndio chanzo cha nguvu zako amani yako, hekima yako. Hivyo anapigana sana kukuweka bize, uchoke na ushindwe kuomba. Shetani anajua ukikaa na joki, Mungu unapata nuru na nuru hiyo humwangamiza. Kwa hiyo ni matumaini kuna jambo ambalo umejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una una subscribe, una like. Mungu akubariki utakiyetumia muda wako kushare link ya video hii, akajibu hitaji la moyo wako, akakuinue, akakufi, akakufanikishe kwenye kila jambo ambalo unalifanya, nikutakie